Kwa jina naitwa Agrey Polepole ni mtumishi wa Soma Biblia Mbeya, na leo kama wafanyakazi wa huduma ya Soma Biblia Mbeya tumekuja katika gereza hili la Ruanda kwa ajili ya kuwatembelea wafungwa, lakini pia kugawa mahitaji mbalimbali pamoja na vitabu kwa ajili ya wafungwa kujisomea, lakini pia kwa ajili ya wao kuweza kumjua Mungu kwa nafasi yao hii inakuja baada ya miaka kumi ya Soma Biblia kufanya kazi ya injili na kuwafikia Wakristo na wasomaji na Watanzania wote kwa neno la injili, na tutoe wito kwa Watanzania wote kwa nafasi zao kuweza kukumbuka jamii na hasa kama wafungwa na watu ambao hawajiwezi maeneo mengine, ili kuweza kuwafikishia mahitaji mbalimbali lakini zaidi sana kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu katika taifa letu na jamii kwa ujumla. Tunawakaribisha watu wote Soma Biblia, uh, kwa mwezi huu wa sita tutakuwa na punguzo kubwa na la vitabu ili waweze kuja kutembelea kununua vitabu, na sasa hivi tunajua wanafunzi wako likizo. Kwa hiyo tutoe wito kwa wazazi na walezi kuja katika maduka yetu ya Soma Biblia lakini hasa hapa Kabwe ambako tunapatikana a, karibu na kanisa la Kakobe, Block T Road, waweze kuja kututembelea na kuja kununua mahitaji mbalimbali ya vitabu. Lakini pia wachungaji waweze kuja kupata vitabu a, na vitu vya sakramenti ya meza ya Bwana, mashati ya kichungaji, lakini pia zaidi sana ni Biblia ndio msingi wetu mkuu. Kwa hiyo tunawakaribisha na kuendelea kusherekea na kufurahia miaka kumi ya Soma Biblia, watumishi wa Mungu soma Biblia. Asubuhi ya leo tumepata neema kwa ajili ya kuwatembelea watumishi wa Mungu wafungwa na maabusu ambao wako kwenye gereza letu la Rwanda. Kipekee ninawashukuru sana watendakazi wa shambani mwa Bwana ambao ni watumishi wa Soma Biblia. Leo mimi kama mchungaji nimepata kujifunza na kujua jinsi wafungwa na maabusu waliopo pale Rwanda, jinsi wanavyokaa kwa umoja, hususani wakiwepo viongozi ambao wanaendelea kuwatunza na kuwalea wale wafungwa. Lakini ninawashukuru sana watumishi wa Soma Biblia wamenipata mimi fursa ya kufika mahali pale na kuenda kujifunza kinachoendelea. Wito wangu nianze na wito, wito wangu kwa watumishi na wachungaji na watendakazi shambani mwa Mungu, kumbe ni wajibu wetu kufanya kazi ya diakonia. Kuna watu ambao wako magerezani, wako sehemu mbalimbali, wanahitaji neno la Mungu liwafikie hivyo ndio maana nimesema nawashukuru sana huduma ya Soma Biblia katika mkoa wetu wa Mbeya au Nyanda za Juu Kusini, ambao leo wamewatembelea, tunawatembelea wapendwa hao. Lakini niwashukuru sana Soma Biblia, wametufikia wamesambaza huduma zao katika kila eneo kwa ajili ya Soma Biblia, hivyo tunapata maandiko mbalimbali kwa ajili ya huduma hii ya Soma Biblia. Ninashukuru sana hii taasisi ambayo inafanya kazi kwa kusambaza neno la Mungu, hata leo pale Rwanda tumeleta vitu mbalimbali, tumeleta vitabu, tumeleta Biblia kwa ajili ya wale wafungwa, ili wakiwa bado wako huko gerezani na maabusu wapate kujua neno liwafikie. Kumbe wajibu wetu kama wachungaji si tu kuhubiri makanisani, si tu kuhubiri kwenye sehemu za mikusanyiko, kumbe tuna wajibu mkuu wa kuwafikia hata wale walioko hospitalini, walioko magerezani, kama huduma walioifanya Soma Biblia siku ya leo hivi ninawaombea baraka za Mungu na neema hii taasisi ya Soma Biblia kwa mjibu wao. Leo wanatimiza miaka kumi katika huduma ya Soma Biblia nyanda za juu kusini. Ninawaombea baraka za Mwenyezi Mungu, Mungu awajalie wa kwamba waendelee kuwafikia makundi mbalimbali. Tunawashukuru sana kwa hili. Lengo la jeshi la magereza ni kuwahifadhi hawa wahalifu wetu watumikia adhabu zao kwa mujibu wa sheria, ama kuwahifadhi pia mahabusu wakati wakiendelea na mashauri yao mahakamani. Na kama alivyosema pia, tuna program za urekebu pia. Tunatumia nafasi hii vile vile kuwabadilisha sasa, kuwarekebisha wale ambao walikuwa ni wakosefu waweze kubadilika, ili wakirudi katika jamii wawe ni raia wenu. Kwa hiyo kwa kupitia hii program ya hii vitabu hivi vya dini, naamini kabisa kwamba vitatusaidia sana kuwabadilisha hawa wenzetu, lakini vile vile na nanyii mmekuwa ni wadau wetu wakubwa sana, sio mara ya kwanza kuja kutoa msaada hapa, kwa historia ambayo nimepewa mara kwa mara mnakuwa mnakuja kutoa misaada hapa, tunawashukuruni sana kwa hilo, na tunasema kwamba muendelee na moyo mwe huo pindi nafasi inaporuhusu kuja kuwaona. Na hii mbia mmetuletea na chakula hiki, humu ndani ni kama kijiji, ni kama watu wanavyoishi na watu wako hivi, wanahitaji chakula maalum, uwez kuwalisha maharage kila siku. Eh, kwa majina naitwa Joshua Edward Kole ni mhudumu wa duka la Soma Biblia tawi la Mbeya. Tuna furaha sana kuwa na nyinyi kwa siku ya leo, na pia tunapenda kuwakaribisha kila siku mweze kuja kutembelea maduka yetu ya Soma Biblia hasa Mbeya. Mimi nikiwa kama mhudumu wa dukani, e, tunapata wa, wa, wa watumishi wengi wanakuja kuulizia vitu mbalimbali na kuwahudumia pia, hasa tunawahudumia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali na wengine wanatoka hadi nje ya nchi pia ikiwemo Malawi pia, na wanatuma watu wao wa hapa tunakuja, tunawafungia mizigo yao. Wengine wanaenda wanatoka Kongo wanakuja hapa, tunawafungia mizigo yao vizuri. Na hata wengine wako nje ya mikoa ya nyanda za juu hizi, tunawatumia kwa njia ya mabasi kwa kuwafungia vizuri, na pia wengine wanakuja madukani hapa, tunawahudumia vizuri. Kwa kweli wanafurahia huduma zetu nasi pia tunawakaribisha sana. Tunasema karibuni, Soma Bibilia Mbeya, tupo barabara ya Block T mkabara la kanisa la Full Gospel au kanisa la Kakobe, mkono wako kushoto, basi utaona jengo letu la Soma Bibilia, basi ni vyema ukaingia hapo ndani. Na msimu huu wa mwezi wa sita tupo kwenye punguzo la bei kabisa, kuanzia vitabu vya mia tano unapata elfu moja na kuendelea. Na Soma Bibilia tunasherekea miaka kumi ya huduma Tumehudumu, tumejifunza na tunasonga mbele. Kwa kweli, tunahudumu kwa namna gani? Kama hivi, dukani ukija, unachagua kitu chochote unachotaka kwa bei elekezi utaikuta hapo, na mi pia mhudumu wako nitakufungia vizuri, na pia ninakutakia baraka za Bwana yote atakayeingia hapa dukani na na kuweza kupata huduma nzuri kabisa hii. Na changamoto zipo lakini hazikosekani, lakini changamoto ya hapa ni ni kwamba kuna baadhi ya wateja wanakuja, lakini wanataka huduma hii wanakuta labda imeisha au kila wanachokihitaji kimetoka ya anahitaji kwa wakati huo huo, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo kumpatia kwa wakati huo, lakini tunamwelekeza tu usubiri baada ya muda fulani, au uje siku fulani, kitu hicho kitakuwa kimekuja. Lakini changamoto ile kubwa kiujumla hakuna kwamba eti kusema mteja anasumbua, hapana. Changamoto ni za kawaida. Nimekuwa nao kwa muda wa kama miaka mitano na zaidi kidogo. Kiukweli huduma zao ni nzuri, nazipenda. Wamekuwa wakinihudumia kwa upendo, kwa hekima, pia wamekuwa wakinipa vitabu. Huduma zao za jumla hata lejaleja ziko vizuri tu. Labda pengine kwa huduma unazopata hapa, aidha ni vitabu ama huduma nyingine yoyote ni vipi unafikiri inaimarisha eh, mizizi yako ya kiroho, inakusaidia vipi kiroho? Oh, kiukweli inaimarika vizuri kiroho kwa sababu kuna vitabu vingi ambavyo tunavipata hapa ambavyo vinanipa kuimarika kiimani, pia hata katika uchumi, maana kuna vitabu vipo ambavyo vinahusu uchumi kuhusu familia, kuhusu mahusiano, vyote vimekuwa vikiniimarisha nikuwa nimekuwa nikivitoa hapa, inanipa maarifa zaidi. Sawa, leo wanasherekea miaka kumi ya ya utoaji huduma hmm, kwa watu wa nyanda za juu kusini huku. Labda wewe ukiwa kama mmoja ya wateja huduma za za za wanapotimiza miaka kumi eh, umezionaje? Ama una nini la kuwaambia watu wengine?